Haya hayatendeki na chama kingine chochote. Ukimwona kuna mwana CCM leo anafanya ziara, anampongeza rais, alafu anasahau kumpongeza mbunge aliyeenda kuleta hizi pesa, ujue, ujue, ujue, akili yana CCM wewe. Mnanielewa vizuri wala simung'unyi maneno, kwa sababu kipimo cha akili ni pamoja na kugundua unalo usilolijua, usiliseme ili ili bunge lipitishe pesa, ni lazima mbunge akasimamie ahadi alizoziahidi. Hakuna hewa alafu, kisha ahidiwa pale, uende ukabanane na watu wa wizara, pesa zije, na zikija ubanane na halimashauri watimiza. Hamjawahi kusikia halimashauri ambazo wanapewa pesa wanajenga miradi hewa. kwa hiyo ukisikia mtu anakuja hapa anakwambia, tunampongeza sana mheshimiwa rais, huyo peke yake tu ndio amefanya kazi, ujue huyo akili hamna Mtu yote mwenye akili timamu atawapongeza wote, halafu atasema jamani, pamoja na hayo yote yamefanyika, lakini jamani, mi nafikiri nikasaidie, saidie, basi utaonekana una akili kidogo. Lakini ili ufurahishe watu unataka kuwadanganya kwamba wewe usipomsema aliyefanya utaonekana una akili basi, hujui hata mfumo wa chama kilivyo, bunge bunge linafanyaje kazi. Mkisha pitia huko, wananchi mkajua wana shida gani, zinaanzia kwa hawa Hawa wanachakata. Hawa manake na mimi nimo. Manake na mimi ni diwani. Baadaye tunakwenda kwenye vikao vya mkoa. Tumefanya juzi kikao cha mkoa hapa, cha RCC. Mm-hmm. Tukishakamilika na tunabeba lile kabla tunakwenda kwenye kamati ya utawala ya serikali za mitaa. Kwenda kutetea hivyo tulivyoviweka humo. Tukishavitetea tunaingia bungeni tunaanza kuchangia. Mimi nataka hiki, nataka hiki, naomba hiki, naomba hiki, naomba hiki. Baada ya hapo, tunapiga kula kuviruhusu tulivyovitetea mle ndani, viingie sasa kwenye utaratibu kwamba hizi ni ahadi za, sere, za chama. Tukishapitisha tunasema bajeti yetu kwa mwaka ni trilioni hamsini, makusanyo yote ya nchi nzima ni trilioni arobaini. Kwa hapa kuna trilioni kumi hazionekani. Tunamwambia sasa mkuu wa serikali, mkuu wa serikali, nenda kakope. Baada ya bunge, fanya nini? kuizinisha Hawezi, raisi hata kama angejua kuna hela Marekani, hawezi kwenda kukopa, bunge halijamruhusu.